Saba wamefariki uh, kwenye ajali ya barabarani mjini Mombasa katika eneo hatari la Kibarani. Mtoto mdogo mvulana anayekadiriwa uh, kuwa na umri wa mwezi mmoja ni miongoni mwa walionusurika kifo. Kulingana na walioshuhudia, mtoto huyo alirushwa nje ya matatu kupitia dirisha sekunde chache kabla ya matatu hiyo waliokuwa wakisafiria kugongana ana kwa ana na gari dogo aina ya Probox. John Juma na taarifa hiyo kilio cha huzuni na maumivu kutoka kwa malaika mvulana kwa jina baina Ali Ranzani mwenye umri wa wiki tatu, akiwa amelazwa katika hospitali kuu ya Pwani saa chache baada ya kunusurika kwenye ajali hiyo. Walioshuhudia ajali ikitokea eneo la Kibarani wanahoji mtoto huyo alianguka nje ya gari hilo kana kwamba alirushwa na aliyembeba, sekunde chache tu kabla ya gari hilo lililokuwa likiyumbayumba kugongana na jingine hatua inayoweza kutafsiriwa kuwa ililenga kumwokoa. Ndio alipofika hapa, mali imefika sasa. Matatu hii, hawa wanasema akatafunua, akatoka kwa ile barabara, kufika ngambo hii, maana kulikuwa na jambo, ndo yakatokea sasa. Aliyotokea mama msamaria mwema ndiye alimwokota na kumfikisha katika hospitali. Kichwani pake alikuwa na jeraha, hatujabaini jinsi walivyo mahali wapo. Hadi tukienda hewani, haikuwa imebainika wazi alikuwa na wazazi au mlezi kwenye gari na ikiwa walinusurika au la. Katika eneo la mkasa, damu iliyochanganyikana na maji ya mvua barabarani eneo la Kibarani, viatu, kofia, bidhaa nyinginezo za abiria na mabaki ya magari ndizo ishara ya maafa ya saa nane mchana kwa njia ya ajali baina ya matatu na gari dogo aina ya Probox yaliyogongana ana kwa ana. Kinaya na jina la gari Blessing, matatu hii ikiwa ikisafiri kutoka mjini Mombasa kuelekea mtaa wa Mikindani, lakini dereva akakosa mwelekeo na kugongana na gari katika mkondo mwingine. Jumla ya watu saba wakafariki papo hapo. It veered off the road losing control over to the oncoming lane occasioning a head-on collision with a probox which was heading to town. As a result, seven victims died on the spot. Several others have been taken to hospital. Eneo la Kibarani ni miongoni mwa maeneo ambayo yameshuhudia visa vingi vya ajali mjini Mombasa. Kama ibada si mara tano, ni mara nyingi, ni kama mara nyingi. Kwa hivyo serikali ituangalilie kama waeke bumps bumps. Julai 28 mwaka huu, watu watatu walifariki papa hapa wakati basi la kampuni ya Mash liligongana na trela. Hapo jana watu watano, miongoni mwao watalii kutoka ugaibuni, walifariki eneo la Maji ya Chumvi kwenye ajali nyingine ya barabara. Madereva wangali wanalaumiwa kutofuata kanuni wanapoendesha katika maeneo hatari.